Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kwa makusudi maalum, na makusudio hayo yameelezwa katika sura mbalimbali mbali. Lakini miongoni mwa sura fupi ambazo zimeeleza makusudio mengi ya kuumba mwanadamu na kutumiwa sheria ni suratul Asr, na hapa tutapata baadhi ya fawaid na kuona hayo makusudio yaliyozungumzwa katika suratul asr. Allah subhanahu wa ta'ala naapa anasema, wal asr, naapa kwa zama. Na ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuapa kwa chochote alichokiumba, ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anapoapa kwa kiumbe chake alichokiumba inaonyesha lile analoliapia lina shani na adhim, lina nafasi kubwa, lina umuhimu mkubwa. Allah anaapa kwa zama, kwa sababu zama ndizo ambazo kunatendeka mambo, watu wanatafuta maisha, watu wanamwabudu Allah, watu wanatafuta familia, watu wanahuika watu wanafariki, watu wanazikwa, watu wanazaliwa, ni zama. Ima mtu atazaliwa usiku au atakufa usiku au atazaliwa mchana au atazaliwa usiku, wahakadha utafutaji wa maisha ni zama. Zama ni kule taakubu leili wa nahar, kutembea usiku na mchana na kupishana. Hizi ni zama. Allah anaapa kwa zama, jambo ambalo ni kubwa kabisa anasema innal insana la fi khusr, hakika mwanadamu asili yake akiachwa hivyo hivyo alivyo yuko kwenye hasara. Kwa sababu Allah anasema inna nafsa la ammaratun bissu, hakika nafsi ni yenye kuamrisha mabaya. Siku zote nafsi inamwamrisha mtu mabaya. Nafsi haipendi mambo mazuri. Nafsi inapenda wizi Nafsi inapenda utapeli, nafsi inapenda dhulma, nafsi inapenda uvivu, nafsi inapenda kulala, nafsi inapenda mali sawasawa ya halali au haramu. Kwa hiyo nafsi siku zote ikiachwa hivi hivi inaingia katika hasara, kwa sababu inapenda mteremko. Anasema innal insana la fi khusr

amepata hasara duniani, wal akhira akhira. Hana kitu, hajamwabudu Allah subhanahu wataala, ni mvivu wa ibada, hafanyi ibada, ni mtu ambaye anapenda kuiridhisha nafsi yake, hata kama kwa mambo maovu. Huyu amepata hasara wafatahu naimu

Mfanya biashara anakuwa na mali ambayo ni msingi, halafu itakayozalika na ile mali ni faida. Sasa msingi wa mwanadamu ni yale matendo yake. Dhihabu rasi malil insani fi halaki nafsihi, katika kuangamia kwa nafsi yake, wa umrihi, na umri wake, bil maasi, kwa maasi, wa huma akbar rasi malihi, na hii huu ndio wa msingi wake mkubwa, umri wake pamoja na nafsi yake. Mwanadamu ailinde nafsi yake na kumasi Allah subhanahu wa taala, lakini vile vile aulinde umri wake, autumie katika mambo ya heri. Kuna baadhi ya watu wanapoteza muda, hafanyi jambo linalomridhisha Allah subhanahu wataala, wala linalomletea faida ya duniani. Matokeo yake mtu huyu anakuwa na husda anakuwa na kijicho anakuwa na hasira akimuona mwenzake amefanikiwa. Watu wanaofanikiwa wako wa aina mbili, wako wanaofanikiwa kwa mali ya haramu, wako wanaofanikiwa kwa mali ya halali. Lakini huyo aliyefanikiwa kwa mali ya haramu, tabia, ana dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hakukaa tu, alifanya jambo akapata mali ya haramu la yajuzu